yaliyopo mkoani humo yenye vibali vya usajili wa kanisa la ufufuo na uzima yanayoongozwa na mheshimiwa askofu Josephat Gwajima. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya afande Kuzaga, kupitia taarifa ya video kwenda kwa vyombo vya habari nchini Tanzania, ametaja idadi ya makanisa hayo na wilaya yaliyoko. Kamanda Kuzaga.